Asalamu As alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania leo ni tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025. 20, siku nzuri kabisa siku ya Jumamosi, Ramadhan 21 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele, jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV kubwa ni kukumbusha, kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani, bila kusahau, usisahau kuacha maoni yako kwenye koment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati, tunaanzarukuzia siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti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 Mchengerwa azuia malori mwendo kasi amuonya RC habari katika ukurasa wa 4. TRC yajipanga kusafirisha abiria milioni sita habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Bitego atia neno mjadala wa veta asisitiza ufundi stadi ni jawabu la umaskini kwa vijana habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mapya ibuka udanganyifu wageni kariako habari katika ukurasa wa 4. Majaliwa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 ameunga mkono akieleza janga lilivyo na athari kwenye uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa gazeti hili. Bodaboda watajwa vinara wa kuvujisha siri umbea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Licha ya kurahisisha usafiri hasa maeneo ya mijini, lakini watumiaji bodaboda wamekuwa wakiugulia maumivu kutokana na siri za maisha binafsi kuvuja kwa wasiostahili. Baadhi ya madereva wa bodaboda la wamani kwa kuwa kiini cha kuvunjika kwa uhusiano kutokana na tabia hizo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano wa gazeti. elfu arobaini na sita mia moja arobaini na sita idadi ya bodaboda zilizosajiliwa nchini kwa mujibu wa takwimu za LATRA mwaka elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ni ya Dokta Makolanga Shagembe, rais wa TAPA Inasema mtu anajikuta ameishiwa cha kuzungumza, lazima aende kwenye benki ya stori zake. Kwa upande wa bodaboda, benki yake inatokana na abiria wanaowabeba. Wapo wenye uwezo wa kuishiwa wakanyamaza, ila wapo ambao wakiishiwa wanatafuta chochote ili wazungumze. Watu wa aina hii kwa Kiswahili wanaitwa msundani undani Nilikomaa saa 9 uwanja wa ndege ya Ngola. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18 lakini pia gazeti hili imeandika Samia amumasikio ni tumbo usalama Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, habari picha akimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimpongeza rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa wakati wa hafla ya uapisho wake iliyofanyika ikulu ya nchi hiyo Windhoek jana. Gazeti Mwananchi limeandika mfanyabiashara alivyopotea siku 19 Katoro, mume aeleze ilivyokuwa, habari katika ukurasa wa nne. Chanjo ya mifugo sasa kupatikana nchi nzima, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumamosi leo. Tunatazame sasa gazeti ya Nipashi ya Mwanga Jamii lenye habari iliyopakiwa mbele, ni ripoti maalum, ubovu wa stendi daladala ulivyokerwa kwa madereva wasafiri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Gazeti hili urungu sasa kuwashukia waliotajwa kukwamisha kamati ya Kareko. Habari imedikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majaliwa apongeza KKKT elimu ya ufundi, habari katika ukurasa wa tatu. Biteko aona hatari mhitimu kushindwa kufua nguo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Mchengerwa mshukia Rasida uharibifu mwendo kasi, habari katika ukurasa wa pili. Shule yenye walimu watatu waomba kuhama kisa cha tajwa, habari katika ukurasa wa tano. makala athari mitandao ya kijamii kwa uhusiano wa ndoa na familia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Hong hongera na kuahidi ushirikiano zaidi, habari picha ikimwonyesha Rais Samia na Rais wa Namibia. Lakini pia gazeti hili michezo limeandika fado ataka wapya watatu elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti nipashe mwanga wa jamii. Tunatazame sasa gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika Dokta Mwinyi tuhimizane kudumisha amani, habari katika ukurasa wa pili. BOT yajivunia uchumi unavyoimarika, habari katika ukurasa wa sita. Serikali kuwapatia wananchi huduma ya maji Othman, habari katika ukurasa wa tatu. Zek yavuka lengo andikishaji wapiga kura, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane. Lakini pia gazeti hili imeandika nani atashinda vita vya bia biashara kati ya Ulaya na Marekani, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika jeshi la Sudan la dhibiti ikulu ya rais habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, jumamosi ya leo. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dkt. Samia asema, ushindi wa rais wa Namibia fahari bara la Afrika, aweka wazi jinsi wananchi wa nchi hiyo walivyotumia haki yao ya kidemokrasia kufanya chaguo sahihi kwa amani, ahidi ushirikiano kutoka Tanzania, aeleza zaidi furaha ya watanzania kuona binti aliyelelewa Tanzania kwa upendo na uhuruma sasa apanda hadi ofisi kuu ya jamhuri ya Namibia. Habari mliko kwenye ukurasa wa pili. Barabara da kutumia bilioni mia mbili ishirini na moja waziri Mchengerwa aweka mtegoni mkandarasi Dodoma, Kigoma, Geita na Kahama. Lakini pia gazeti hili limeandika Nchimbi ahimiza viongozi wa dini kuliombea taifa, lengo nchi kuwa na amani, kuepuka athari za watu wanaotaka kusababisha vurugu. Habari katika ukurasa wa pili, watu laki moja na elfu kumi na mbili mia tisa hamsini na mbili kusailiwa TRA. Mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, imesema watu laki moja elfu kumi na mbili mia tisa hamsini na mbili kati ya laki moja elfu thelathini na tano na ishirini na saba wataitwa katika usaili baada ya kukidhi vigezo vya maombi ya kazi yaliyotangazwa Februari 6 hadi Februari 19 mwaka huu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano elimu ya ufundi stadi ina tija kubwa zaidi Biteko. Habari katika ukurasa so wa tatu. Uchumi wa Tanzania umezidi kuwa imara benki kuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa so wa tano wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili limeandika Majaliwa, watu wa maelekezo wizara ya Mali Asili utalii, habari katika ukurasa so wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye, mag kwenye magazeti ya michezo na burudani siku hii ya leo, mikononi mwangu na gazeti ya mwanaspoti lenyewe limeandika Simba yapangua mambo matatu Misri ya wabana wa Arabu, hoteli ya kisasa uwanja vya husishwa. Ni almasri dhidi ya Simba, kombe la shirikisho, Jumatano Aprili mbili saa moja kamili usiku, ni Usuezi. Mashabiki elfu ishirini na saba, idadi ya mashabiki ambao wanaingia katika uwanja huo wa Suezi uliopo nchini Misri. Gazeti limeandika rekodi mbalimbali Almasri mechi 18 kufunga 19 kufungwa 11 pointi 31 nafasi ya nne, wakati Simba mechi 22 kufunga 52 kufungwa 8 pointi 57 nafasi ya pili. Gazeti limeandika kipa Mnigeria kumng'oa Diara, clean sheet za Diara msimu huu ni 11. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mwanaspoti limeandika kila mmoja ana msala wake. Man United mechi ya 29 pointi 37 chini kwenye nafasi ya 13 baada ya kuwa na msimu wa hovyo, wakati Arsenal mechi 29 alama 58. Inavyoonekana Arsenal inakwenda kumaliza nafasi ya pili tena kwa msimu huu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika UEFA Nations League kesho Jumapili ni Ujerumani na Italia saa 4 na dakika 45 usiku Signo Iduna Park. Lakini pia hadithi ya amazangu amazao sehemu ya kwanza inapatikana kwenye ukurasa wa kumi na nne wa gazeti Mwanaspoti. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usiomeko ndani zaidi. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika serikali yaipa neno Taifa Stars. Serikali imewaambia wachezaji wa Taifa Stars kuwa wana uwezo wa kuwafunga wa Moroko kwenye mchezo wa kuwania kufuzu fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 utakaochezwa nchini humo Machi 26. Gazeti limeandika mwanamke mzimbabwe rais mpya IOC. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, bingwa wa zamani wa kuogelea kutoka Zimbabwe alishinda medali nyingi zaidi Afrika, Coventry amechaguliwa kuwa rais wa kwanza mwanamke wa kamati ya kimataifa ya Olympic IOC na pia Mwafrika wa kwanza kushika wadhifa huo. Lakini pia gazeti hili limeandika rekodi ya uwanja mpya Singida. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Angela aomba msaada wa matibabu habari katika ukurasa wa 21 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo kuijila habari Tanzania. Pata nakala kala yako soma ko ndani zaidi na gazeti hili nakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.